Nchi yetu tumepata kuwa wenyeji wa mkutano mkuu wa Afrika, unahusiana na mambo ya mtandao, unaita Internet Governance Forum. Na foramu hii leo tuliifunga, na ilikuwa ni foramu ya siku tatu, ilianza toka juzi. Jana tukazindua rasmi, mheshimiwa waziri wetu wa mawasiliano Jerry William Silaa alifungua jana na leo tukawa tuna session mbalimbali mbali, na tukawa tuna session ya watu mbalimbali wanakuja wanajifunza. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tumechaguliwa tume kuhost foramu hii, ni kigozo kikubwa mojawapo kwamba sisi Tanzania tumekuwa ni nchi ya mfano barani Afrika kwenye mambo ya mtandao na tunaonekana kwamba ni nchi ambayo tumeweza kufanya coverage inclusivity ya kwenye watu wa vijijini kule kuweza kutumia mawasiliano kufanya huduma mbalimbali mbali za serikali. Kwa hiyo IGF Africa ikaona ni vyema twende twende Tanzania tukafanye hii forum na pia kuja kwao hapa, ili waweze kujifunza sisi kama Tanzania tumewezaje kwa sababu imekuwa ni jambo la changamoto kubwa sana kwenye nchi nyingine za Kiafrika. Kwa hiyo tumekuwa na hiyo forum. Leo ni siku ya mwisho, tumefunga na tumekuja na maazimio ambayo maazimio hayo tutaenda nayo kwenye IGF ya dunia. Kwa hiyo leo tumemaliza hiyo IGF ya Afrika. Kwa hiyo tulikuwa kuna ushiriki wa nchi mbalimbali barani Afrika na tulikuwa tuna nchi zaidi ya 40 ya Afrika wataalamu wengi walikuwepo hapa toka juzi, tuna discuss mambo mengi kuhusu bara letu la Afrika, na kwa umoja wetu leo tumekubaliana, tutapokwenda kwenye IGF ya dunia, ambapo tutakutana na nchi nyingine za kidunia, sisi kama Afrika tutakuwa tuta, tutakuwa tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta kitu kimoja, kusema kwamba sisi kama bara la Afrika, ili tuweze kwenda kwenye hatua kama dunia inapokwenda, tunahitaji kufanya mambo haya haya na haya, ambayo leo ndio tumekubaliana tume mambo haya. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni kikao kimeenda vizuri na, na tumekubaliana almost mambo yote ya utekelezaji, na tumekubaliana kwamba tuwezeshe jamii zetu hizi za chini hasa kwenye rural, rural areas waweze kutumia huduma hizi za mawasiliano, na, na wengi pia tumewakaribisha nchi zetu hizi za Afrika. Sisi kama Tanzania tumekuwa open, tumekuwa wazi, waje muda wote wajifunze na wajue sisi tumefanya nini na tumefika wapi, na wao wanahitaji kufanya nini ili kumwezesha kila mwananchi kwenye bara hili la Afrika aweze kutumia huduma za mawasiliano.